Ni. Najua mna hamu sana ya kutaka kujua alichokusudia kutufanya Samia mwana wa Suluhu alivyotuma wale vibaka wake saba kuja Bunjubii kwa ajili ya kutuua. Lakini kabla sijawapa mkasa huo naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru kwanza nyie ndugu zetu wa Tanzania. Tunawashukuru sana jamani. Mmepaza sauti, mmeimba usiku kucha kutuulizia ni wapi tulipo. Ni kitu gani kimetukuta? Hamkukaa kimya kwa sababu nyinyi ni watu mnaopenda haki. Ninawashukuru sana sana, tunawashukuru kwa dhati kabisa. Lakini kubwa zaidi, najua mmetuombea kwa hakika, ninafahamu mmetuombea. Mbali na kutuombea, mmepokea swala la kutuchangia fedha kama jambo rahisi sana na Januari hii ilivyo ngumu, lakini mkasema hapana, hatuwezi kuwaacha hawa ni lazima tuwashike mkono. Kwa hakika, tunawashukuru sana. Tunamshukuru sana ndugu Mwaipaya na Nuruvazi kwa kuwa mstari wa mbele, washawishi wa Tanzania na kuwaeleza ni namna gani tunahitaji msaada huu. Najua wengi mnasubiri video yangu ya kuelezea ni kitu gani huyu dikteta alitaka kutufanya na hao vibaka wake saba aliyowatuma kuja kututeka bunjubii. Uh, kuto kuweko kwetu Tanzania habari ya muda huu dunia kwa ujumla. Naitwa Elton Emanuel, baadhi wananifahamu kama Mkiza Sol, na leo niko hapa kwa niaba ya familia yangu, niko hapa kwa niaba ya mke wangu Menta Cherry, na niko hapa kuthibitisha posti iliyopostiwa na ndugu Nuruvazi pamoja na Mwaipaya juu ya uhai wetu, juu ya uzima wetu. Bado sisi ni wazima na tunashukuru sana wote ambao mlikuwa mkitupazia sauti wakati wa uh, kuto kuweko kwetu. Nashukuru sana kuona ndugu wa Tanzania vile mlivyokuwa mkiongea na kuulizia uwepo wetu. Nashukuru sana, tunashukuru mno, kwa sababu inaonyesha jinsi gani kuna watu wengi bado ni wapenda haki na wanathamini utu. Haikuwa rahisi, tumechoropoka sio chini ya mara tatu mikononi mwa hawa jamaa, na tumekuwa tukiishi kama kunguru juu ya kukwepa mawe yaliyokuwa nyuma yetu. Kwa hiyo tuna ah, sijui niseme nini, lakini wakati utafika tutashare each and everything kilichotokea kuanzia mwanzo hadi kutoroka kwetu hadi kusurvive kwetu, but for now niseme tu asante kwa wote ambao walitushika mkono wakati wa hiki kipindi kigumu. Niseme asante kwa wote ambao mnaendelea kutushika mkono kipindi hiki kigumu. Ninashukuru sana kwa wale ambao mliona post ya Nuruvazi ambayo imekuwa shared pia na ndugu Mwaipaya. Tunahitaji michango yenu, nisiseme uongo, hakuna chochote ambacho tunaweza kutumia kinachohusiana na fedha zetu si account ambazo ziko freezed, si chochote ambacho tuna access nacho juu ya mali zetu, kwa sababu hakuna mali ambayo tumefanikiwa kuwa nayo. So tunashukuru sana kwa wale ambao mnaendelea kuguswa na kuchangia kwa namna moja ama nyingine. Mimi nasema nawapenda sana kumoja, ishi, sabu, nyamaza, na natamani siku moja haya mambo yote yaishe, kwa sababu hatutanyamaza hadi haya mambo yaishe. Tutaendelea pale tulikoishia. Nawapenda sana, peace.